Kila mwaka tarehe 21 Oktoba, bara la Afrika huungana kuadhimisha siku ya haki za binadamu Afrika. Ni siku ya kutafakari, kukumbuka na kujikumbusha safari ndefu ya utetezi wa utu wa Afrika. Safari iliyojengwa juu ya damu, jasho na sauti ambazo hazikuwahi kukata tamaa. Mwaka 1981, Afrika ilipiga hatua kubwa kupitisha mkataba wa Afrika wa haki za binadamu na watu unaojulikana kama mkataba wa Banjul. Pia mkataba huo ulianzisha rasmi tume ya Afrika ya haki za binadamu na watu, chombo cha kwanza cha bara letu kilichoweka msingi wa mfumo wa haki barani Afrika. Mwaka huu wa 2025, maadhimisho haya yanabeba kauli mbiu yenye mzito wa kipekee. Kauli mbiu inasema haki kwa Waafrika na watu wenye asili ya Kiafrika kupitia fidia ya, yani reparations. Ni wito wa haki, wito wa ukombozi wa kiuchumi na mazingira. Ni kumbukumbu -kumbu ya wale wote ambao ardhi yao, mito yao na maisha yao vilitolewa kafara kwa faida ya wengine. Mkataba wa Afrika wa haki za binadamu haukuishia katika maneno; ulileta mwanga wa matumaini, hasa kwa haki za mazingira. Kesi ya kihistoria ya watu wa Ogoni dhidi ya serikali ya Nigeria ilionesha wazi kuwa uvunaji wa mafuta usiodhibitiwa uliharibu ardhi, mito na maisha ya watu. Chini ya kifungu cha 24 cha mkataba huo wa Afrika, ilikumbuka ya kwamba haki ya mazingira salama yenye afya na yanayoridhisha ni haki ya msingi ya binadamu. Leo tunapoadhimisha siku hii, tunakumbuka ahadi ya Afrika kwa watu wake kwamba mataifa lazima yalinde watu na mazingira yao, na kwamba maendeleo hayapaswi kupatikana kwa gharama ya utu na uhai wa binadamu. Fidia au reparations si hadithi ya historia. Ni mada ya sasa kwa vizazi vya leo na vijavyo. Ni sauti ya jamii zilizoathiriwa na uchafuzi wa mazingira, ni kilio cha misitu iliyokatwa mito iliyokauka na watetezi wa haki waliotishwa au kunyamazishwa. Leo jamii za Kiafrika kutoka Delta ya Niger hadi mlima Kilimanjaro, kutoka Ogonland hadi bonde la Congo zinapaza sauti moja kwa urejeshwaji wa mifumo ya ekolojia iliyoharibiwa, uwajibikaji wa makampuni na serikali, fidia kwa jamii zilizoathirika, ulindwaji wa watetezi wa haki za mazingira na mabadiliko ya haki kuelekea nishati safi na maendeleo yenye kuzingatia utu wa binadamu. Kwa sababu fidia si hadithi ya historia, ni jukumu la sasa kwa vizazi vya leo na vya kesho. Mashirika kama THRDC yamekuwa mstari wa mbele katika kulinda sauti za wanyonge, kuelimisha jamii kuhusu haki zao, na kupaza wito wa haki za kijamii, kisiasa na kimazingira. Na hii ni kupitia mafunzo, ripoti na utetezi imekuwa nguzo matumaini kwa watetezi wa haki wanaharakati na wananchi wanaotafuta uadilifu. Ujio wa dawati la mazingira chini ya THRDC umekuwa chachu kubwa katika kuimarisha utetezi wa haki za mazingira nchini Tanzania. Kupitia dawati hili, masuala ya ulinzi wa mazingira na haki za kijamii yamepata msukumo mpya unaochochea ushirikiano wa karibu kati ya THRDC na mashirika wanachama wanaounda dawati hilo. Dawati hilo limewezesha mashirika haya kufanya kazi kwa umoja katika kutetea haki za jamii zinazokabiliwa na changamoto za mazingira, kufuatia ukiukwaji wa haki za mazingira na kushiriki kikamilifu katika mijadala ya kitaifa kuhusu matumizi bora na endelevu ya rasilimali asilia. Kupitia nguvu ya pamoja, dawati la mazingira limekuwa jukwaa la uratibu, ushawishi na elimu, likitoa hamasa kwa watetezi wa haki za mazingira kote nchini kuendelea kusimamia kwa uthabiti ya haki za wananchi katika kulinda mazingira yao kwa ujumla. Ujio wa dawati hili umeleta mabadiliko chanya, ukijenga mtandao imara wa utetezi unaolenga kuhakikisha haki za mazingira na watu zinaheshimiwa, zinalindwa na kutekelezwa kwa vitendo. Hadi hapo nafika tamate makala hii na kukumbusha usisahau kusherehekea siku hii adhimu yenye kauli mbiu inayosema haki kwa Waafrika na watu wenye asili ya kiafrika kupitia fidia. Mimi ni Harith Jaha, hadi wakati mwingine.